Mpendwa mtazamaji wa mtandao wetu mpya ambao unaangazia siri zote za kisiasa nchini Tanzania, Tanzania ITV, na kuomba ni kuusambazie salamu kwa kusema hujambo, kabla ya taarifa nzito, na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka kwa mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau, naomba usisahau kuponyeza alama ya like hapo chini kila wakati. Rais wa Tanzania ambaye ni Samia Suluhu Hassan haamini kinachoendelea hii ni baada ya kiongozi wa mrengo wa upinzani haswa chama kile cha Chadema cha chama kikubwa Tanzania, kunguruma vibaya na kutuma habari kwa Rais Samia Suluhu Hassan akiwa Ikulu na kutetemesha Ikulu ghafla. Ni kipi hiki ambacho Tundu Lissu amenguruma ama amemwambia Samia Suluhu Hassan Tundu Lissu yuko gerezani Ukonga na anashitakiwa kwa kosa la uhaini na amezuiliwa zaidi ya miezi tisa sasa kwa sababu ya siasa nchini Tanzania mwenyekiti huyu wa Chadema ako na msaidizi wake ambaye ni naibu wake katika chama hicho Chadema ambaye anaitwa John Heche, ameweza kuwasilisha ujumbe kwa rais wa Tanzania ambao ni mzito, ujumbe ambao wameelewana na Tundu Lissu akiwa gerezani. Sasa huu ni ujumbe wa Tundu Lissu ambao umeweza kuachiliwa kupitia John Heche ambaye ni msaidizi ama mwenyekiti msaidizi wa Tundu Lissu Chadema hakitakuwa tayari kwa maridhiano yenye hadhaa, kamwe hatutawasaliti wa Tanzania, Heche amesema. Ujumbe huu ni wa Tundu Lissu ambao umewasilishwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan kupitia John Heche. Wamesema liwe liwalo na liwe vile rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amekuwa akiomba maridhiano nchini Tanzania Chadema hakiwezi kusaliti wa Tanzania, hawapo tayari kwa maridhiano, hawapo tayari kwa mazungumzo, jambo ambalo limeleta giza kwa Samia Suluhu Hassan, kwa sababu amekatazwa, hili haliwezekani. Na sisi wakati tunapotafuta utafiti hapa na pale, hapa Mbeya, tunaona wengi wanapenda Chadema, chama kikubwa ambacho sasa kimekataa maridhiano ya Samia Suluhu Hassan. Wametishia kwamba hawawezi kuwasaliti wa Tanzania na kusema ni upatili mkubwa na dharau kubwa kwa Watanzania kuyaita maridhiano haswa wakati huu katika mazingira ambapo serikali iliamua kwa makusudi kuwapuuza wananchi, wakati wa uchaguzi, vyama vya kisiasa na wadau wa demokrasia juu ya hitaji la nchi kuhusu mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi nchini. Kulingana na Chadema, wanasema hiki kinachoitwa maridhiano kinatamkwa tamukwa katika mazingira ambayo serikali patili inaendelea na uchunguzi chini ya tume iliyokataliwa na wananchi kufanya uchunguzi wa matukio ya tarehe 29 Oktoba mwaka jana. Na Watanzania sio wajinga, wanaona hiki ni kiini macho, hakuna kitu hapo. Huyo Richo, ni Heche John ambaye ni msaidizi wa Tundu Lissu anasema, ni wazi kabisa hakuna maridhiano bila haki, na hakuna haki bila uwajibikaji. Maridhiano yanapogeuzwa akuwa wito wa kusonga mbele baada ya kuamua kwa makusudi kuwapuuza wananchi juu ya madai ya msingi waliyoyatoa, ni tahadhari walizozitoa awali na matokeo yake, serikali ya vyombo vya dola vikanajisi uchaguzi wa mwaka jana na kujitangazia matokeo patili, na kwa makusudi kufanya uhalifu wa kisiasa uliopeleka na kusababisha mauaji ya raia na uharibifu wa mali. Wito huo wa maridhiano ni wa kupumbaza na hauna ukweli nyuma yake, bila ukiri wa makosa na kuwajibisha, kwa sababu serikali ya Samia Suluhu Hassan imekataa kukiri kwamba iliweza kuhusika kwa mauaji, ambapo John Heche, ambaye amewasilisha ujumbe wa Tundu Lissu, anasisitiza kwa kusema ya kwamba bila ukiri wa makosa na kuwajibisha waliotenda makosa hapo, maridhiano hugeuka kuwa aina ya ukandamizaji wa kumbukumbu wa mambo yaliyotokea. Watu wameuawa kwa maelfu, watu wamekuwa vilema, wamesingiziwa kesi za uongo za uhaini. Taifa linaomboleza kila wakati kwa machozi ambayo mpaka sasa hivi hayajakomaa ila tu kuna baadhi ya wale ambao wanaendelea kutiririkwa na machozi kama chama cha Chadema, kuwa ni vema familia ya wote waliouawa na kupata vilema zipewe vidia, kama sehemu kuonyesha kujali utu wa mtu, lakini watawala dhalimu wamepuuzia. Halafu leo wanaita maandamano ama maridhiano nchini Tanzania. Ndio maana John Heche anasisitiza kwa kusema wanafahamu haki si kulipiza kisasi; haki ni kurejesha utu wa waathirika na imani ya wananchi katika taasisi za dola bila uwajibikaji. Kwa hivyo ni sisitizo kwamba Samia hana pa kushikilia kwa sababu Chadema ni chama ambacho kiko na ufuasi mkubwa. Najua ukandamizaji ambao unaendelea, kumfungia Tundu Lissu, huu ndio unaweza kufungua ukurasa wa kukataa maridhiano nchini Tanzania. Fidia kutotolewa kwa wale ambao walijeruhiwa na wale ambao waliweza kuangamia, ni kufungua mlango wa kukataa kwa maridhiano nchini Tanzania. Kwa hivyo haya ndiyo yanaendelea katika taifa la Tanzania sasa hivi hata sisi ni Watanzania lakini hata tuna shikwa na aibu kwa kusema sisi ni Watanzania kwa sababu Tanzania yetu imechafuliwa katika mataifa kufuatia kile ambacho kilitendeka uchafuzi mazingira mabaya ya watu kuuliwa haki kutopatikana hapa na pale nitarudi na habari zingine na asante kwa kutazama taarifa zetu, lakini na kuomba ikiwa wewe ni mgeni hauja subscribe, bonyeza patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kupata taarifa kutoka Tanzania ITV kila wakati, na usisahau kubonyeza alama ya like kama haujabonyeza. Asanteni sana na tutakutana baadaye.